Sana katika channel hii ya Binti 750 ambapo huwa ana shea neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Sana bwana anavonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado no like, comment na Mungu akubariki. Leo ya Jumamosi huwa anashea neno la Mungu kwa ufupi, na tunaendelea na series yetu ya uh, G6 za amani au G's, eh, za, za amani na katika leo tunaenda kuangalia namba tatu. Kama umekosa namba moja na mbili, naomba rudi nyuma. Namba tatu ya leo, G yetu ina stand for grace au neema ya kwamba hii amani ambayo tunaipokea kwa Mungu au ambayo tunaihitaji inapatikana kwa njia ya neema sio njia ya qualification we do not qualify kuipata hii neema. Neno la Mungu linatuambia katika Thessalonike tatu mstari wa kumi na sita. Sasa Bwana wa amani mwenyewe kumbe Mungu ni Mungu wa amani na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote Umeona, Paulo alikuwa anawaombea wa, wa Tesalonike kwamba Mungu mwenyewe ambaye ndiyo amani awape hiyo amani, lakini hii sio kwamba wale walikuwa wana kualifai au sisi tuna kualifai. Mara nyingine huwa inanifanya nichunguze sana maisha yangu, na naamini hata wewe ukichunguza sana maisha yako, una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba kuna vitu ambavyo umepita bila amani ya Kristo. Labda ungekuwa kichaa, labda ungekuwa unahitaji dawa za kulala usingizi, labda ungehitaji dawa za za kupunguza nini, za, za kupunguza anxiety na vitu kama hivyo, lakini you are here ku declare the goodness of God. Labda ungekuwa umekufa. Kuna wengine wamejiua kwa tatizo hilo hilo, ambalo wewe umetulia, unasoma biblia yako, unaendelea na kazi yako na majukumu yako, kama mama, kama baba, kama mtoto, chochote kile ambacho Mungu amekupa. Lakini yote hii ni neema ya Mungu, na kwa sababu ni neema, basi tumshukuru yule aliyetupa hii neema ya amani, tumtukuze yule aliyetupa hii neema ya amani, tu acknowledge kwamba it is not by power, sio kwamba tuna qualify. Kwa hiyo tunapowaona wengine hawana amani, basi tuwakumbuke katika maombi yetu, wale ambao kama sasa hivi mimi wanaiangalia dunia, kila ukifungua news kama sio vita, mtu kafa, mtu kadondoka, mtu kafanya hivi. Hawa wote katika wakati huo wanahitaji amani ya Kristo. Tuwaombee, Mungu wa, wa, wa amani awape na wao neema na wao waweze wa ku kufanya nini? Kuweza kukipita hicho kipindi ambacho wako katika hayo majaribu wakiwa na amani. Na leo naomba kweli tuwakumbuke watu wengine ambao hawana amani, na Mungu atusaidie basi. Naomba kama bado huja subscribe, subscribe share like and comment. Tuonane wakati mwingine, amen.